<coughs> Nime na kupokea, nimekuambia kwamba hapa ni town. Unafahamu? unatakiwa uishi kwa akili. Unafahamu? jiepushe <coughs> <coughs> na masuala ni makundi makundi, ovyo ovyo. Oh my god, dakika chache ndio kile moja, utapotea. Umefahamu? nakuhusia hivi kwa sababu mimi nakujua vizuri, toka niko kijijini nakujua vizuri. Au nidangani chochote, msekeni, nakujua vizuri. Naam, ndio maana nakuhusia kwa hasira, ili jiji la Dar es Salaam nalijua vizuri. Ukijichanganya kidogo, unapotea mdogo wangu. Kwa kuwa makini. Unafahamu? Na siku zote ukiwa na akili nzuri basi lazima kazi zako pia zitakuwa zitakuwa ni kazi nzuri nzuri. Unafahamu? Ukitumia akili yako vizuri lazima utaperform katika kazi, kazi, kazi zako. Unafahamu? Unafahamu. Hakikisha unatafuta watu ambao kwamba wana akili timamu na kwa nao marafiki. Ushaelewa? Jiepushe na makundi mabaya Dar es Salaam hii ninajua. Au ulikuwa unataka kusemaje mdogo wangu? Ah, mimi bado ushauri wako. Mm. Toka ulivyonihusia mwanzo huko nyuma kabla sijafika hapa nitofanyia ah, kazi unajua mkubwa akikuusia itabidi ufuate, kwa sababu yeye ndio kwanza kuliona jua. Basi, sawa. Mimi nashukuru kwa kunielewa. Lakini nakuomba fanyia kazi ushauri. Unafahamu? Hakikisha mm, kabisa sio na kaka kizembe. Oh, kakakizeme. my Kizeme, god. zaheri caa

kama kawaida kama kawaida, tunaona mmetulia nini? Ndio wewe kwa damu na ngara. Mwanangu bado anasema katika mtabu, ah, mimi leo lazima nije, si sinshiama, lazima nije leo. Sema kitu ambacho kwamba kinachelewesha ndogo haja kuja kija hapa nyuma. <coughs> Oh my God. Nitamwachia alafu mimi nitakuja hata kwa hapa. Eh, basi hamna shida, hamna shida ndugu yangu. Mimi mimi tulia. Ni brother, brother brother. Anataka kunipiga? Mgeni nipige brother, nataka kunipiga amgi